yaliyokumba mji wa Kampala Jumatano asubuhi yamesababisha vifo vya watu saba na hasara kubwa za mali ikiwemo biashara, magari na hata katika makazi ya watu. Watu wengi wamechelewa kufika kazini, huku wengine wakiamua kubaki nyumbani kutokana na hatari ya kuendesha au kusafiri kwenye barabara ambazo zimefurika na kukwamisha magari onozi marao. Waendeshaji waliojaribu kupitia barabara wanazodhani ni salama walijikuta mashakani maji yalipowazidi nguvu katika mitaa hasa ya mabanda, wakazi wamejikuta mashakani wakati maji alipojaa kwenye nyumba zao. Mtaa huu wa banda ni miongoni mwa ile ambayo wakazi wameathirika pakubwa. Imewabidi kuhamisha vitu nje na kuanza kuyachota na kuyamwaga nje. Mwanaume mmoja ambaye maji aliingia katika nyumba yake amefariki kutokana na maji hayo kugusana na nyaya za umeme kando ya kitanda chake. Shirika la Msalaba Mwekundu limefahamisha kuwa watoto wawili nao wamefariki wakati chumba walimokuwa kilipoingiwa na maji. Wakazi wanaokosoa mamlaka za serikali kwa kutoshughulikia swala la mafuriko ipasavyo, pale wanapowaacha wawekezaji kumiliki na kujenga kwenye maeneo ambayo kijadi ni mitiririko na mitaro ya maji, lakini pia utupaji taka kiholela unasababisha baadhi ya mitaro na mabomba ya maji kuziba.